Viongozi wa kaunti ya Taita Taveta wamemsuta aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kwa kile wanachokiita kama kuendeleza siasa potovu humu nchini. Waziri wa Michezo Salim Mvurya amesema taifa linahitaji mshikamano ili kuwafikia malengo ya maendeleo na kusisitiza kuwa wakati wa kupiga siasa bado haujafika. Aidha, viongozi hao pia wanasema kuwa serikali inaangazia zaidi utekelezaji wa miradi ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa barabara ambazo zimekwama katika eneo hilo. Sisi ambayo tunalipa ushuru eti hatufai kuwa maendeleo? Yani, huyu mama mjane ambaye ako hapa hafai kupata stima eti kwa sababu sisi hatukuchagua ya serikali? Yani, huyu mama yuko hapa, mtoto wake hafai kwenda shule, hafai kupata basari, hafai kupata barabara? Aa, jamani, mimi kuliko nishinde na Rigathi Gachagua, hata nimemwambia party leader wangu kuliko nishinde na Rigathi Gachagua, wacha nianguke na William Ruto. Nitarudi kotini niende nikafanye mambo mengine. Mimi naona wakijiunga huko na wameanza siasa na wa, hii siasa yao si nzuri, kwa sababu ni ya uchochezi, siasa ya ukabila. Taita Taveta sisi tunaishi na makabila yote hapa, na tunaishi kwa upendo na umoja. Wasituletee siasa ya ukabila hapa, wakabila tumewakataa Mpuzilieni ni mbali kabisa wale viongozi ambao kazi yao kubwa ni kugawanya watu kwa misingi ya kikabila. Kama ni uongozi wa nchi mtu ajitokeze na sera, lakini asijitokeze na kusema yeye na kabila hii na kabila hii wanaungana ili watafute kiti. Hiyo wananchi na waomba mpuzilie.